So mmoja, tulipata mtu mmoja mimi sikujua harufu naye inahusika eh, lakini kuna mjasiri mali mwenye asili ya kichina huu uh, Kibaha, ambaye yeye sasa inasemekana kwa majirani walioko pale wamelalamika kwa muda wa miaka miwili kuhusiana na harufu kali inayotokana na kionda hicho ambacho kinahusika na masuala ya chakula cha kuku, au sio? Lakini pia hata maji yanachipishwa pale yanakuwa na uchafu hapo, nasema watoto wanahangaika masuala ya punye na nini, yani ugonjwa wa ngozi si ndio? Mtu akipata changamoto kama hiyo, hatua ya kwanza kuchukua ni ipi hadi hawafikie nyinyi njimis. Nyinyi sio sehemu ya kwanza, kuna hatua za mwanzo, mtu ushauri tu, kabla vitu havijafika kwenu, huwa mtu anapita wapi na wapi na wapi, hatimaye anafika kwenu? Um, asante ndugu mtangazaji. Uh, kwa swala kama hilo linahitajika kwanza, kama mwananchi kutoa taarifa kwenye ofisi za serikali ya mtaa. mm -hmm. Hiyo ndo ngazi ya kwanza, anatakiwa kuripoti huko. Na kama ataona kwamba hajaweza kusaidika, basi ndo anatakiwa kufuata sangazi zingine ambayo pia nakuandika barua uh, Baraza la Hifadhi na Usimamizi, Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Lakini pia tuna namba ya simu ambayo mm -hmm. ni free to ambayo pia wanaweza kupiga simu kwa ajili ya kutoa malalamiko yao, na malalamiko yale yatapokelewa ya yatakuwa registered tutaangalia na lalamiko limetokea eneo eh, gani, kwa sababu baraza lina kanda hmm. na baraza, sisi tunafanya kazi nchi nzima, lakini okay, tuna kanda tuna kanda kama kumi na mbili. Kwayo, kwa kwahiyo tutaangalia liko wapi, basi kanda husika itaenda kushughulikia hilo swala eh. Labda tu namba ningeweza namba zetu za kwa ajili ya kupokea malalamiko ni sifuri nane sifuri sifuri moja moja mm -hmm. Moja, mm -hmm. Sifuri moja moja tano ah, sifuri nane yeah. Sifuri sifuri yeah. Moja, moja, mm -hmm. Sifuri moja moja tano yes. Eh, anapokea nani hapo? Kuna watu maalum kabisa usiku wanapokea hiyo namba na wana hiyo namba. Tutajaribu kwenye kipindi hiki.